kutoka kaunti yako hadi kwenye ngazi za kitaifa na kimataifa. Hili ni wimbi la redio Samaritan kwa hisani ya rafiki Msamaria. Hesabika kama rafiki msamaria kwa kusimama na huduma hii kupitia paybill namba 400200, akaunt namba 665257. Wewe ni rafiki msamaria na msikilizaji, ni saa tatu asubuhi majira ya Afrika Mashariki, na hili ni wimbi la Samaritan FM. Kuna mengi tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari, ikiwemo shinikizo kutokomeza visa vya utekaji nyara nchini na vilevile vile habari za ruba za kimataifa. Karibu, jina ni Samuel Ngovilo. Na shinikizo limeendelea kutolewa kwa serikali ya mseto kutokomeza ama kutokomeza visa vya mauaji nchini Kenya. Haya yanajiri kwa wakati ambapo kifo cha Albert Ojwang kilijiri aliyefariki chini ya ulinzi wa maafisa wa usalama, huku kukiwa na matukio sawa na hayo zaidi ya visa 30 na kutekwa nyara kwa wakenya wasio na hatia. Swala hili limezua maswali mengi kuhusu utendakazi wa polisi na pia kuibua maswali kuhusu utawala wa Rais William Ruto na kinara ODM Raila Odinga. Wili hao walipokuja pamoja walikuwa na ahadi kwa Wakenya, lakini baadhi ya hizo ahadi hazijatimizwa. Visa vya utekaji nyara na ukandamizaji wa haki za kibinadamu ukiendelea kushuhudiwa kila uchao. Hivyo basi, acha tusikilize vipi Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga walikuwa wamewakishia Wakenya, We share a common goal to build a united secure

Na tukichanahani kwa speaker Masika, IPND, wa bunge la kitaifa, Moses Masika Wetangula, ambaye pia ndiye kinara wa chama cha Ford Kenya, chama chake kitapokea ufadhili wa shilingi milioni 21 kutoka kwenye chama cha ufadhili vyama Huuni mgawa mpya ambao ulitangazwa na afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa, ambapo chama tawala cha United Democratic Alliance, UDA kikipata takriban shilingi milioni 480 kutoka hazina kuu ya kitaifa kutolewa kila baada ya miezi mitatu. Wetangula na ndiye kiongozi wa chama cha Ford Kenya licha ya kuwa katika wadhifa mkuu wa spika wa bunge la kitaifa, huku akijipata katika uongozi na usimamizi wa fedha wa chama na vile vile maswala na bunge la kitaifa. Na mawaziri Alfred Mutua na William Kabogo ni miongoni mwa watakaonufaika kwa misingi ya kuwa wanzilishi wa vyama wa vya maendeleo Chapchap na Tujibebe wa Kenya ambavyo viko chini ya muungano wa Kenya Kwanza. Na wimbi jipya la ulaghai limekumba Eldoret huku watu kadhaa wanaotafuta kazi wakishutumu kampuni ya usafiri humu nchini kwa kupanga njama ya kuajiri watu kwa mamilioni ambayo imeacha familia zikihatarishwa kifedha na ndoto kukatizwa. Kampuni iliyo katikati ya dhuruba hiyo ni Proline Travel Advisor Limited ambayo iliahidi upangaji kazi mzuri katika nchi kama vile Canada na Uswidi. Badala yake waasiriwa wanadai walikabidhiwa hati gushi, ahadi tupu, na katika visa vingine hata hawakupewa maelezo sahihi. Eldoret, ambayo wakati mmoja ilisifiwa kama jiji la mabingwa, inapata umaarufu kwa haraka kama kitovu cha ulaghai wa kuajiri, ambapo visa vingi havipati suluhu. Madai vipunde ni ya kulaaniwa sana, huku waathiriwa kidai polisi wa eneo hilo sio tu wamepuuza maombi yao ya haki, lakini wanalinda washtakiwa kikamilifu. Miongoni mwa waathiriwa ni Cynthia Chemtai kutoka Cherangany ambaye aliahidiwa kazi na pia kuacha kazi yake na kuuza kipande chake cha ardhi cha, cha, familia yake ili kupata pesa za visa iliyoahidiwa ama aliyo ahidiwa kwenda Canada. Miaka miwili baadaye amebaki bila kazi humu nchini, licha ya ripoti nyingi za polisi na amri ya koti iliyotolewa mnamo mwaka 2022, kuagiza kukamatwa kwa, kwa mkurugenzi wa proline isaac Barmasai, hakuna hatua iliyochukuliwa. Athiriwa wanaoshtumu maafisa wa kituo kikuu cha polisi cha Eldoret kwa kukinga Barmasai dhidi ya mashtaka. Sijaenda Canada, niko jobless Canada ku disappointed, shamba ilienda, mi mwenyewe sijui ndamrudisha nini baba yangu. in fact, mimi nimeenda nikijamii nafaa kuuza kidney nirudishe baba yangu hiyo pesa, nikafika nikalipa 800 80000, baadaye tukasikia kumbe ilikuwa ni fake visa ambayo anatoa afanya farewell party hapa yeye. Yeah, pia alikuwa anajua tunafanya farewell party, akatupea tarehe mtoto anaenda kidogo kidogo na tukichanana masibiani kuwa hatua ya serikali ya kaunti ya Nakuru kujenga nyumba za bei nafuu katika uwanja wa michezo Afraha imepata pingamizi kutoka kwa wakazi. Haya yanajiri baada ya ujumbe kuchapishwa kwenye mtandao wa kijamii ambao ulionyesha maafisa kutoka serikali kuu na ile ya kaunti ya Nakuru wakikagua wa sehemu hiyo chini ya mpango wa mradi wa nyumba ama boma yangu. Lakini wasimamizi wa michezo na wakazi wanaoishi sehemu hiyo wamekataa hatua hiyo, hali ambayo ilipelekea kutolewa kwa ujumbe mtandaoni, sasa wakisema wataelekea mahakamani kupinga hatua hiyo kuu, wakisuta usimamizi wa kaunti kwa kupuuza kuhusisha umma kuhusu swala zima na pia kuharibu sehemu iliyotengwa kwa sababu ya michezo. Tunajiuliza maswali mingi, why the government wameona tu this is the only suitable place ya kukuja kujenga affordable housing. Covid 19 ambayo ilifanya soko ikahamisha kaletu hapa, na la labda hiyo ndiyo imekuonyesha kama uwanja umekuwa idle. Kuna kiwanja pale ya disability, wakijenga affordable housing, hao wale wa watis disability walichezea wapi? Sitting mm. volleyball ataenda wapi? and I'm challenging you kama kulikuwa na public participation imefanyika kuhusu afraha annex kutengenezwa affordable housing. Ya kelele for a long time. Kwamba na katika taarifa tofauti ni kwa Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amevunja ukimi wake kujibu matamshi iya yeah, kiongozi wa chama cha Waipa Kalonzo Musyoka kujitenga na aina yoyote ya ushirikiano wa kisiasa na utawala wa Kenya Kwanza. Katika taarifa iliyotumwa kwenye akaunti yake rasmi ya X siku ya Jumapili, Kindiki alikiri uamuzi wa, wa Kalonzo kukataa mwaliko wake wa kufanya kazi na serikali akisema anaoheshimu, lakini alitoa onyo kali dhidi ya kile alichokiita uongo usio na msingi. Licha ya maneno makali, Kindiki alidumisha sauti ya heshima kwa kiongozi wa Waipa akisema namchukulia Kalonzo kama kiongozi anayeheshimika ambaye hatamshambulia hadharani. Matamshi ya Kindiki yanakuja baada ya Kalonzo kukemea vikali wakati wa ibada ya kanisa Mjengo siku ya Jumapili, ambapo aliyekuwa makamu wa rais alikataa katakata wazo la kujiunga na kile alichokita serikali ya mwagaji damo. Alimshumu naibu rais kwa kuhusika katika ukandamizaji wa hivi majuzi wa serikali hasa maandamano mabaya ya kizazi cha jinzi. Mzozo huo unajiri wiki moja tu baada ya Kindiki kuonekana kuwasiliana na Kalonzo katika mkutano wa kuwezesha kiuchumi Kitui. Naibu rais alikuwa amemsifia Kalonzo kama kiongozi mwema na mwenye nia moja ambaye amepotoshwa na wale wanaosukuma migawanyiko ya kikabila. Nao magavana wamepaza sauti zao wakilalamikia mgao wa bajeti mwaka 2025 2026 kwenye kaunti wakisema kuwa inafifisha ugatuzi. Akizungumza katika eneo bunge la Mumias Mashariki, gavana wa Kakamega Fernandes Barasa ambaye ndiye mwenyekiti wa kamati ya fedha katika baraza la magavana ametoa wito kwa maseneta na wabunge kutatua swala la mgao wa bilioni 465 uliokuwa umependekezwa na seneti. Barasa alisema kuwa kaunti zinapitia wakati mgumu kutekeleza miradi na kutoa huduma zitakikanazo kutokana na ufadhili mdogo kutoka kwa serikali ya kitaifa. Sijapakuwa ni fulani wala fulani nimesema... hatujafurahi bajeti ambayo ilipitishwa wiki iliyopita, kwa sababu ni bajeti ambayo inagandamiza ugatuzi, ndiposa tunasisitiza wale wabunge wetu ambao kwa Mediation Committee na senators ambao tunaunga mkono wa kiongozi wa na senator wa Nairobi ambaye ni Secretary General wa chama kikubwa cha ODM Mheshimiwa Edwin Sifuna, tutilie mkazo zile mediation ambazo inaendelea ili kaunti zipewe haki ya pesa ambazo ni shilingi bilioni 465. Huo ndio msimamo wetu kama magavana wote. Na aliyekuwa naibu rais e, Rigathi Gachagua amevunja kimya chake baada ya kudai kuwa kuna kikosi cha polisi kilichoundwa chini ya amri ya Rais William Ruto. Akiwa katika ibada ya kanisa katika kaunti ya Kirinyaga, Gachagua alidai kuwa kikosi hicho kina watu waliofunzwa agizo, ambalo waliungwa mkono na idara ya kitaifa jasusi NIS naongozwa na Noordin Haji. Alihusisha kikosi hicho na kifo kisichojulikana cha Albert Ojwang akidai kuwa kuna Wakenya wengi ambao wamekumbana na vifo vyao bila kutarajia mikononi mwa kikosi hicho, na kesi hizo zimefunikwa kwa ustadi. Gachagua alieleza kuwa rais Ruto anafaa kuwajibika kwa vifo hivyo, akitaja ama, akitaka adhabu halali na kali kuchukuliwa dhidi yake na pia kuingilia kati kwa jumuiya ya kimataifa kumchukulia hatua Rais Ruto. Mzozo mkubwa kuhusu mauaji ya polisi umezua maandamano ya umma kutaka naibu Inspector General DIG huduma ya polisi ya Kenya, Eliud Kipoh Lagat akamatwa, ambaye alitoa malalamiko ya, ya kashfa dhidi yake na kusababisha Ojwang kukamatwa. Na shinikizo za kutamala kutaka haki kutendeka kwa familia Albert Ojwang zimeendelea, ibada ikiandaliwa kumkumbuka mwende zake katika kaunti ya Kisumu. Viongozi wa ibada walihudhuria ibada wakitaka serikali kuhakikisha walihusika wanaadhibiwa haraka iwezekanavyo. Aidha, viongozi wa makanisa nao wametaka wote waliotajwa na walio mamlakani kujiuzulu. <coughs>

na tukio cha masaibu ya Albert Ojwang. Kwingineko ni kuwa msaidizi wa rais William Ruto Farouk Kibet amemshtumu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa kuchochea maandamano ya hivi majuzi katika jiji la na Nairobi, maandamano hayo yaliyofanywa siku ya Alhamisi, ambayo yalikusudiwa kutaka kuchukuliwa hatua dhidi ya mauaji mwanablogu Albert Ojwang yalibadilika na kuwa ghasia. Polisi walitumia vitwa machozi na maji ya majia kuwasha kuwatawanya waandamanaji hadi jioni. Wakati wa maandamano, mali iliharibiwa na magari mawili yalichoma moto. Msaidizi wa Ruto alimtaka gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kuchukua hatua na kulinda jiji dhidi ya uharibifu huo akikabiliana na changamoto hiyo, Gavana Sakaja alisema walioharibu mali ya umma Nairobi wakati wa maandamano hayo watakamatwa. Maandamano hayo yalifuatia mauaji ya ujwang ambaye alifariki akiwa mikononi mwa polisi siku ya Jumapili. Uchunguzi kuhusu kifo cha ujwang katika kituo kikuu cha polisi unaendelea huku maafisa wa polisi wa kituo hicho wakiwa wamezuiliwa. Maafisa wa polisi akiwemo OCS wa kituo kikuu cha polisi Samson Talam na James Muhwana wamekamatwa. Mamlaka huru ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA inaendelea na uchunguzi kuhusu swala hilo. Watukuona wanasiasa wawili ambao ndo wanaingia hapo katikati kuleta mchafuko Nairobi. Last week walinipata answers: We will protect the city, the capital city. Wasijaribu yani, si wanasema kuna siku wanakuja, wajaribu kukusa mali ya mtu yoyote, biashara ya mtu yoyote, gari, gari inachomwa kwa nini? gari ya mwananchi, yani hajafanya jambo lolote. Gari yako umetoka umeenda town, unapata hati, gari yako imechoma, duka yako imevunjwa, zile lights, zile dustbins, zile cabro sio zangu, ni za wananchi wa Kenya. Ni ameanza juzi kuchoma Nairobi na kuchoma magari, ameenda mbele anatema, anasema tarehe ishirinitwanaweka mkutano holiday. Hameanza holiday wameanza kuchoma Nairobi, watachoma Kenya sisi, tukiwa kweli No, basi mpenzi msikilizaji, usemi huo kutoka kwa ndani wa Rais William Ruto inanipa fursa studioni mie kupata pumziko fupi, kisha nikirejea nitakuwa nikirejea na habari za ulimwengu. Kwa hivyo hapo ulipo usibanduke okay. <tiple> Na shukrani msikilizaji kwa kuungana nasi karibu tena. Na utawala wa Rais Donald Trump unazingatia kupanua vikwazo vyake vya kusafiri kwa kuwapiga marufuku raia wa nchi 36 zaidi kuingia nchini Marekani. Mapema mwezi huu, rais Trump alitia saini tangazo lilopiga marufuku kuingia kwa raia kutoka nchi kumi na mbili, akisema analinda Marekani dhidi ya magaidi wa kigeni na vitisho vingine vya kiusalama. Katika nyaraka ya ndani iliyotiwa saini na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, wizara hiyo imetaja sababu kadhaa, ikiwemo kukosekana kwa ushirikiano kwa baadhi ya serikali katika kutoa hati za utambulisho zenye kuaminika, kuondoa raia wake kutoka Marekani ambao wameamriwa kuondoka, na raia wa nchi hizo kushiriki katika vitendo vya kigaidi nchini Marekani. Tanzania, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nchi 36 zinazoweza kukabiliwa na marufuku kamili au kwa kiasi. Na basi, mpenzi msikilizaji, taarifa ya kutoka Marekani ndio ama inatimisha Wimbi la Samaritan FM awamu hii ya saa tatu asubuhi, robo saa baada ya saa tatu. Kumbuka saa nne. Nitarejea hapa na habari za Samaritan FM kiufupi tu hivyo basi, si na, na kufuatilia vipindi na matangazo kwani hiki ndicho kituo bora zaidi, chenye matukio na ada. Hatukupi porojo. Samu Ngovilo, zote fahamu kuwa upendo haufi kwa sababu ya umbali bali unakufa kutokana na mashaka. Kuwa na wakati mwema ni heri kwa, kwa sasa. Hilo limekuwa wimbi la redio Samaritan na rafiki msamaria, hesabika kuwa rafiki msamaria leo kwa kusimama na huduma hii, ili tumfikie mpendwa pale nje anayetuhitaji kihuduma. Tumia paybill namba 400200. Akaunti namba 665257. Account name, The Samaritan Media Limited. Wewe ni rafiki